Ukizungumzia wasanii ambao pia huwa hawaongerewi sana kwenye kizazi hiki cha bongo flavor kutokea hapa Tanzania, Alikiba ni moja kati ya wasanii ambao pia sio wale wa kuongerewa ongerewa sana au sio watu wa kujikweza kwenye medias, lakini pia kwenye sehemu tofauti tofauti kutokana na kipaji chake ambacho anacho kwenye swala zima la muziki. Moja kati ya wanamuziki ambao pia wanaonekana kuweza kufuatiliwa na wafuasi wake wengi zaidi kutokea katika e, mtandao wake wa YouTube huko, e, kupitia nyimbo zake ambazo anakuwa anaziimba sasa, kwenye orodha e, ya wasanii ambao pia wanaongoza kwa wasikilizaji e, wa mwezi Mei ambao ni mwezi huu wa tano kwenye YouTube inamtaja kwamba Alikiba akiwa na wasikilizaji milioni mbili e, point mia tatu sabini na tatu. Idadi hiyo pia inaendana na idadi ya subscribe, e, subscribers wake e, wa huko mjini YouTube, jambo ambalo pia linaashiria kwamba wasikilizaji wake bana sio watu wa kupita tu, ni mashabiki bana wa kweli. Sasa e, subscribers wa kule e, kwenye mtandao wake wa YouTube ni kama milioni mbili na kadhaa hivi. Sasa inaonyesha kwamba kutokana na usikilizaji wa mwezi huu pia E, watu ambao pia wameweza kutazama ni milioni mbili wale wale. So, inaonekana kwamba mashabiki ambao wameweza e, kufata katika mtandao wa YouTube wa Alikiba wa, wa ndio ambao pia wamekuwa wakimfuatilia sana na kuweza kuwa e, kufi, e, kufu, kufikia orodha hiyo ya mashabiki milioni mbili e, point tatu, saba, tatu inakuwa ni noma kabisa. Tofauti na baadhi ya wasanii wengi ambao pia wanaonekana kuweza kupanda kwenye kasi kutokana na e, mikakati yao ya kimitandao au kuweza kuungwa mkono na mashabiki wapya kila siku e. Kiba pia ameendelea kuaminika e, kwa mashabiki wake lakini pia ambao pia wanaweza kumkumbatia kwa muda mrefu sana. Wimbo wake mkubwa zaidi e, kwenye YouTube Music ni Mahaba, ukiwa umesikilizwa zaidi ya mara milioni arobaini na mbili. Ingalia kuwa kwamba hana wimbo mpya zaidi ya kolabo za kuweza kushirikishwa uwepo wake kwenye top 10 e, b ni uthibitisho kwa mziki mzuri au pitwi na wakati na mashabiki wa kweli pia huendelea kusikiliza bila kulazimishwa eh, kwa kampeni za kuweza labda kupost post muda wote malinki mala nini vitu vimekuwa eh, kibao. Sasa bana chat si inaonyesha kwamba Alikiba amekuwa ni msanii ambaye pia anafuatiliwa sana na eh, mashabiki zake kutokea kwenye mtandao wake wa YouTube. Ambapo pia idadi pia imekuwa ni kubwa sana kutokana na the way ambavyo kazi zake anakuwa anazifanya, lakini pia range haijawani tofauti sana kutokana na watu ambao wanamfuatilia pamoja na wale subscribers wake ambao Um, um, um, um, uh, wanaweza kumfuatia kwenye mtandao wake wa YouTube anao milioni mbili, lakini pia na nyimbo kwa mwezi huu wa tano pia imeweza kusababisha kuweza kufikia idadi hiyo, hiyo, lakini pia nyimbo yake kubwa zaidi ambayo yenye viewers wengi zaidi kwenye mtandao wake wa YouTube, ni nyimbo ya mahaba eh, eh, ambayo eh, eh, ina takriban milioni 42 kwenye kizazi hiki cha Bongo Flava eh, bana eh. Sasa watu wengi pia kuna baadhi ya nyimbo wamepiga milioni tu bana, noma sana. Yapi maoni yako kuhusiana na bana swala hili? Kwa mwezi huu Alikiba pia ameonekana kufuatiliwa sana, na hii ni kutokana na utoaji wake wa nyimbo pia umekuwa kama wa kusuasua. Sio, sio msanii ambaye anatoa toa nyimbo ovyo, lakini sio msanii ambaye huwa anatoa toa nyimbo ambazo inakuwa ni back to back. Huwa anakaa kwa muda mrefu kidogo, and then anatoa sasa yapi maoni yako kuhusiana na swala hili bwana Alikiba, aendelee kutoa magoma au aendelee na mtindo wake huu huu wa kuweza kusuasua, anatoa nakaa kidogo? Lakini pia ameonekana kuwa na collaboration nyingi zaidi kutokea kwa wasanii wengine tofauti.